Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka picha akiwa na bondia Hasani Mwakinyo, alafu kwenye caption Mwijaku ameandika tujifunze kusamehe kwa vijana wetu, akaweka hashtag Mwakinyo, akaendelea na kusema haijalishi mtu katenda au hajatenda kosa, ndugu zangu wa Tanga Sahare na vitongoji vyake, mtoto akinyea mkono hatukati bali tunaosha. Namwombea msamaha mdogo wangu wa shati huyu, ni ujana umemsumbua na ujuaji. Inshallah tumsamehe. Alafu mwisho kabisa, Mwijaku akamaliza kwa kuweka hashtag sorry for Mwakinyo. Kwa hiyo ameposti eh, picha akiwa na bondia Mwakinyo na kuandika maneno ya kumwombea msamaha kwa kile ambacho kimetokea juzi, unafahamu eh. Kwa hiyo Mwijaku amewataka wakazi wa Tanga eh, wakazi wa Sahare kumsamehe Mwakinyo kwa kile ambacho kimetokea. Ni posti ambayo imepata komenti nyingi sana zaidi ya komenti mia tano. Watu wamekuja hapa kuandika kwenye posti ya Mwijaku na ukumbuke, kuna wakati Hasani Mwakinyo kupitia ukurasa wake wa Instagram alikuwa akiposti na kumtaka Masudi Kipanya kumchukulia hatua kisawasawa Mwijaku kwa kile ambacho kilitokea. Unafahamu Mwijaku siku za nyuma ulipitia katika changamoto na Masudi Kipanya so Mwakinyo alikuwa akiposti na kusimama upande wa Masudi Kipanya. Sasa bila shaka inawezekana kabisa Mwijaku na Mwakinyo walikuwa hawako sawa, yaani ni watu ambao walikuwa hawaelewani kwa kile ambacho eh, Hasani Mwakinyo alikuwa anakiposti, lakini aa, sasa hivi kwenye ukurasa wake wa Instagram ameposti na kumwombea msamaha Mwakinyo. Kwa watu watanga, niambie mtazamo wako ni upi, na endelea kusalia SNS kwa taarifa nyingi zaidi.